Waweza adi e, shortcut mbili au tatu za YouTube kwenye window yako, lakini hapo utaona mimi nimeadi za chaneli mbili, nuru kitabu wa sunna na graphics info. Kwa hiyo nikiklik hii nuru kitabu wa sunna itaniingiza kwenye chaneli moja kwa moja, badala ya kwenda kuitafuta mara una switch tena account kwenda huku na huku itakuwa ni rahisi kabisa, yani utakuwa unaifikia channel yako kwa urahisi. Au nikikliki hii ambayo ni graphics infos, utaona imeniingiza moja kwa moja kwenye channel yangu ya graphics infos kwa urahisi. Sasa ni namna gani ambavyo unaweza ukaadi hizi zote mbili? Twende kazi. Mimi nitaingia kwenye Google Chrome. Kwenye Google Chrome natumia ime tatu, tabofya moja hapa kwayo nitaingia kisha nitaingia kwenye YouTube hapa. Nikishaingia kwenye YouTube ah, nitasubiri funguke, baada ya kuwataale meshafunguka huku juu kwenye profile, nitaangalia profile yangu kama ndo chaneli ndio yenyewe ambao unahitaji. Nitabofya alafu kisha, eh, nitakuja niguse kwenye view channel, ili nione ndio chaneli ambayo unataka niweke shortcut kwenye window yangu. Kwa hiyo nikisha confirm ndo yenyewe, nitakuja kwenye dot tatu kujuu kulia, kisha nitateremka mpaka kwenye cast save and share, kisha sasa nitakuja nisogee hapa kwenye upande wa shortcut, create shortcut. Nikibonyeza itakuja hapo, je, nalitaje jina langu kwenye hii shortcut ambayo nataka kuiadi hapa? Au taona hapa, imenipa automatic kwamba Nurul Kitab wa Sunnah dash youtube mabano maulidi. Sasa mimi nitachokifanya hapa nitapunguza tu huku mwanzoni huku kwenye maulidi YouTube hii nitaifuta kidogo, ili ibaki Nuru Kitabu wa Sunnah. Baada ya hapa, nitapiga create au nitabofya create. Paka hapa nimesha di shortcut. Sasa wewe mwenyewe unaweza kuichagulia uweke kwenye desktop au la. Mimi tayari nitaweka kwenye desktop, itabaki kwenye desktop yangu hapo, ni shortcut ya kwanza. Unaweza kadi shortcut ya pili, twende kazi. Ukisharudi kwenye chaneli yako uh, utakachokifanya ni kwenda ku switch account. Utaenda kwenye ile account yako ambayo wewe unataka uiadie tena shortcut. Kwa mimi nita switch kwenye Graphics Infos. Ikisha funguka namna hii a uh, internet ikiwa kwako kwa spidi itafunguka kwa haraka. kwa ukisha funguka namna hii, mimi nitakachofanya nitakuja kwenye upande a huu wa kulia huku juu, niweze niangalie kwamba chaneli ndio yenyewe, uh, nijiridhishe kwa interview chaneli. utaiona chaneli ndio yenyewe Graphics Infos. Baada ya kuwa tayari nimeshajiridhisha, tafuta steps zizi, zizi, nitaenda juu kulia kwenye dot tatu Tashuka chini kwenye sehemu ya cast 7 and share. Nikibofya nitakuja kwenye create shortcut hapa vile vile. Uh, mimi nitapunguza tu huku mwanzo, alafu kisha nitaacha graphics infos. Baada ya hapo, nitabofya create, kisha hapo tayari nimeweka kwenye uh, shortcut yangu imeshajitengeneza, na naweza nikaiweka kwenye desktop. Kwa hiyo mpaka hapo nitakuwa nimemaliza na shortcut zangu za zinakuwa kama hizi hapa. Jaribu na wewe, uenjoy shortcut.